Ya na mdu mtazamaji wa Master TV online, leo tupo na mpiga picha kambini Nyarugoso namba moja kweli kweli. Labda brazo, unaweza kujitambulisha zaidi ili upate kufahamu, kwa sababu unajulikana sana, unajua kuna mashabiki wengine e, mambo kama na hayo. Mimi kwa majina naitwa Isaac Kabaisa. E, mimi ni mpiga picha lakini sio maarufu sana kivile, kwa sababu usio, usio mtu maarufu sana kwa sababu kuna wengine ambao wanakuja nyuma yako ambao watakuja kupita. Kwa hiyo sasa hauwezi kusema kwamba maarufu. Hapana, umaarufu hakuna, ni ubora tu wa kazi yeah, ni ubora tu wa kazi. Labda tumesikia hapo, umesema unaitwa Isaac. Ko, kwa nini unatumia jina la Kabaisa? Kwa sababu walioko wengi wanafahamu una, jina la Kabaisa. Okay, unajua, unajua kwenye siku zote kwenye kazi, kwenye kazi huwa kuna jina ambalo lina, linakuwa brand kuliko lile jina la kwako Unaona? Kwa sababu ile jina la kwako unaweza kukuta yaani ukisema kwamba ulitambulisha mtaani unakuta haliendi. Lakini ile ambayo unajipa una, una au unapewa na watu ndio unakuta mtaani inafanya nini? Linatembea. Na pia linakuta linatambulisha kazi zako. Lakini kwenye kwenye hilo Isaac kilo hapo linakuja kwenye kwenye serikalini pale sasa. Cheti cha kuzaliwa, cheti cha nini, cheti cha linakuwa ni Isaac kwa kinaweza kupeleka kabisa kwenye serikali serikali serikali, yani mtaani panaenda nani ya yeah, yeah, sasa blaza nafikiri umeshapiga watu wengi picha hapa kwetu kambini Nyarugusu na umaarufu umekuwa ni mwingi. Labda blaza unaweza ukafahamisha watu kuhusiana na upigaji wako picha, ulianza toka mwaka gani mpaka hadi umekuja kuwa mpiga picha maarufu? Ah, yani ni mwaka tuangalie, mwaka ni mwaka mwaka kwanza na 2020 2020 elfu mbili na ishirini kwanza ndo ndo ni ah kale yani yani kale kakujua jua kido kidogo kidogo, nika, nikaendelea na kujifunza nika kupitia watu wengine, na Mungu alisaidia, nilipataga yani nilipataga mtu ambaye aliona kipaji changu akaamua kuni nisapoti kwenda Arusha kusomea hiyo mambo ya kupiga picha, lakini vyema nisomega tu shuleni ni, ni, ni tu nile ya kukuelekeza tu, kukuelekeza, yani natakiwa ufanye hivi, fanye hivi, vingine unajua mwenyewe sasa, inabidi sasa wewe sasa ndio ndio unatumia zile akili zako sasa, natakiwa, sasa fanye, ndo sasa ufanye nini, ndio sasa upambane sasa, unaingia kwenye chimbo gnyemchimboamachim tofauti na hivyo kabisa. Kilichokupelekea wewe kuwa photographer mpaka hadi miaka yote hii mpaka hadi sasa hivi uko photographer ni kitu gani hasa? cha kwanza kwanza, mambo ya photographer mimi sijui, yaani sijui alitokaga wapi. Mpaka hivi kuna muda mwingine anajiulizaga, hivi niulize wazazi wangu kipindi wa, walinizaa wali wakaniweka, yaani kuniweka duniani, unaona kuniweka duniani, walikuwa wenyewe kwanza walikuwa wanatamani wana, mimi niwe kama nani, unaona no. Lakini sasa mimi kuna muda mwingine nilikuwa na sasa, lakini mimi sasa nilikuwa napenda sana vitu vya umeme umeme sana vitu vya umeme yani, vitu vya electronic sana yani, yani, mtu wa umeme umeme. Lakini sasa baadaye sasa vitu vya mapicha sasa, ndio anajiulizaga vitu kaga wapi, hicho ndio kitu anajiulizaga. Asante sana sasa, blaza, labda unaweza tuambia mtu wa kwanza kabisa wewe kupiga picha wa kwanza wewe kupiga picha na ikakubaliwa na watu wote wa, yani na wewe ukatoka hapo hapo, labda hiyo picha unaikumbuka picha ambayo picha ya kwanza ambayo nilipiga mpaka watu wakaikubali picha, picha kali kweli kweli, yani paka hivi ukiingia kwenye page yangu ya Facebook pale na hata na kwenye Instagram pale utaikuta. Sasa bwana, ndio hiyo picha mwanangu nilipiga, yani ndio mara hmm, yangu ya kwanza kupiga picha ambayo inaonekana, maana huyo dada anaitwa Idaya anakaa eneo ya stand bar. Sasa huyo dada mwanangu alikuja mijipaka makeup ambayo inaendana na ngozi yake ndo yangu ya kwanza piga picha, kupiga picha ya makeup. Yes. Niliipiga hiyo picha niliitendea haki, nilipoiachia mtandaoni mm. Watu wakasema baba, yani kuanzia leo unajua kupiga picha, unajitahidi. Yani, yani hakuna kipingamizi eh. Mimi mwenyewe nikashituka, nasema mimi ndo nimetengeneza, kumbe nikakuta ubora wa picha unabebwa na nini, na makeup kama huna makeup mzee asikudanganyi mtu, picha inakuja ina, kucha inakuwa mbaya na istoshe, mtu ambaye anataka kupigwa picha lazima afanye nini? Ajiandae, lazima maandalizi yawepo, lazima ajiandae. E, sasa mtu sawa, okay, mtu ametoka bafuni anakuja kwenye studio yako nipige picha. Sasa hiyo picha itakuwa na muonekano na yule ambaye ana makeup, haiwezi kuwa na muonekano. Ndio hivyo yani hiyo picha. Sasa hiyo picha ya Hidaya ndio picha ya kwanza ambayo hata sasa hivi nikiposti watu wanasema wewe unajua kazi. Ndio hivyo. <laughs> Ah, sasa hiyo picha kabisa ilikuwa na mwonekano mkubwa sana kutokana na binti mwenyewe alikuwa anajipiga makeup. Kwa mfano. Asante. Yule pale yule. Si unaona yule pale? Ya, dada mwenyewe tunamuona eh. Eh. Makeup yake mwanangu ni kali. Yaani pale yule mtu akimpiga picha ya kipande, bwana unasema ya kipande portrait ya close up. Mzee, awe kwenye DP yake. Mm. Yaani ataanza tuma message ya kutongozwa bila yeye kujua. Kumbe ndio hivyo. Ndio hivyo. Ha, ameandaliwa pale na maandalizi mazuri. Sasa, changamoto zipi ambazo mnakumbana nazo? kutokana wewe umesema kuwa picha nzuri ni mtu ambaye amepigwa makeup na una, unajua hapa walioko wengi mabinti zetu hapa, au watoto elfu mbili kupiga makeup sio mzamzaa Koo wewe unaandaa mazingira ya kupiga makeup mwenyewe au inakuwa kuaje bosi? Unajua kwa sababu wewe mwanadada Hidaya, yeye ni makeup maker mwenyewe. Yeye mwenyewe anajua kupaka makeup, tena makeup anajipaka mwenyewe. Na isitoshe, na isitoshe, na isitoshe hapa kwetu. Hapa kwetu mtu ukimwambia picha moja unatekewa ulipie elfu tano, Yes. Hakubali, anaogopa anasema, hiyo hela ni ndefu ni kubwa sana natamani kutoa mia tano au buku kwa sababu yuko kwenye ile elfu tano. Mimi ukilipa elfu tano, nitatafuta yule mtu wa makeup, naweza ngampiga elfu mbili au elfu tatu, mimi nabaki na, na cha kwangu mradi nipate picha ambayo ina muonekano. Sasa mtu anakuambia mimi nipigwe picha ya elfu tano, nipeke wapi sasa? Ile ya kawaida sasa unaipeleka wapi? Hapo ndo wanakuwa na wana, feli. Nafikiri wewe ni photographer namba moja hapa kwetu, tuseme hapa kwetu kambini Nyarugusu kwa sababu ya, sio kujitahidi bro, kwa sababu jina lako kabisa pa kwetu kabisa limetrendi sana kuhusiana na swala la upigaji picha. Ah, sasa unaweza tuambia picha yako ya mwisho tuseme picha yako ya mwisho kabisa ya bei, ya bei yako ya mwisho ya kupiga picha ni shingapi? Ya ina maana mimi kawaida yangu kwenye bei ya kawaida, yani bei ya kawaida ya kawaida, huyu amepigwa makeup, huyu hajapigwa makeup kwa sababu kutokana na mazingira tulionayo kutokana na, na hali ya watu ambao wanajiokeka kama ugumu wa maisha. Mimi kama sio 2000 wasipigaji picha. E, yani, kama sio 2000 sipigagi picha. Sasa blaza, kwa sababu kwa sababu kutokana na vifaa ambavyo mtu anavyovitumia vinanuliwaga hela kubwa sana. Sasa kikiharibika, umepiga umepiga picha 500 500, ndio unatengesha kifaa chako. Hiyo haipo. Tabii, sasa upige kutokana, yani utakula utakula kama ni ni buku mbili, utakula buku buku, buku nyingine enda kwenye kibubu. Kifaa kiharibika, hela ya kutengenezesha kifaa nini ipatikane. Ndio hivyo. Kwa sasa hivi umejiajiri au umeajiriwa? Bwana mimi kwenye kazi zangu huwa siajiriwi si, si nimejiajiri mwenyewe. Lakini kwenye TV nimeajiriwa. Kwenye TV nimeajiriwa. Lakini kwenye kazi zangu mimi. Yes, baba siajiriwa nimejiajiri. <muchas> Ya upigaji picha umejiajiri mwenyewe. Kwa sasa hivi <muchas> wewe ni wa TV? Hivi hey, ni wa TV TV. Masters. Masters TV. Hey, kwa kazi zote unapiga kwenye kukaa nyuma ya kamera na kaa kwenye tena kukaa nyuma ya kamera nikipiga picha na kaa ah, ko kwenye tuseme, kwenye TV umeajiriwa kitu. Na kitu kingine ambacho nataka niwaambie wanaonitazama ambao wana vipaji vya kupiga, wanahitaji kupiga picha, sasa ndio picha waandae kitu waandae, sasa waandae Kompyuta. Kila mmoja ana kompyuta yake, au una kompyuta yake, au una kompyuta yake. Nataka nitoe mafunzo ya mafunzo, yaani mafunzo tu ya kukuelekeza jinsi gani unaweza unaweza kutengeneza picha nzuri ili ikusaidie. Kama unatumia kamera napo, unakuja na kamera yako ili nikusaidie jinsi unavyoiseti ili upige picha nzuri ambayo inakuwa na muonekano. Kwa sababu waga baadhi huwa wanafeli kwenye setting ya kamera ili apige picha nzuri iwe na muonekano. Lakini ukiwa na kamera yako, sitaki, eh? ukiwa na kamera yako, na kompyuta yako, njoo kwangu, naenda kukuelekeza free, sitaki unilipe hela. Yaani tuseme blaza, kumbe tuseme ushagawai kufundisha watu wengi kwenye industry ya ufotografe na labda unaweza ukatuambiaje kuhusiana na swala la upigaji picha wako, ushagawai kutumia kamera ngapi? Mimi aina ya kamera, kamera nishautumia ni Sony, Nikon, Canon, lakini kamera ambazo nazipenda sana kwenye upigaji wa picha ambayo nikisema kwamba napata matokeo mazuri ni Sony na Nikon, ni Sony na Nikon. Nikon. Picha kwanza wani ipia, kwa ya kwanza ilikuwa ni, ilikuwa ni na napenda tu kuitumia kwenye, video, video. Lakini kwenye, kwenye picha. Nikon ni na Sony. Asante. Naona watu umewapatia ofa ya kufundishwa kazi, um, Master, kwenye masters nawakaribisha waje tu niwaelekeze ili na wenyewe wa wajue ili, ili wajue, wakishajua wajue jinsi gani ya, ya, ya kusaidia familia zao na kujisaidia wenyewe, kwa sababu hata na mimi mwenyewe ofa ambayo nilipewaga ya kwenda kusoma huko, huyu mtu sijamlipa hata 100 wala nini, alinisaidia, na mimi nataka nitoe ofa ya kusaidia wenzangu ya msaada yaani msaada kama hivi kama, na, mimi nilivyosaidiwaga, unaona. Kwa hiyo sasa brother, tunaweza tukasema changamoto ipi ambayo inayonaga kwa kutengeneza picha kwenye PC? Kwanza samahani, kwanza kidogo unatumia PC gani? Mimi natumia PC ya PC. Kwa sababu nikisema PC wengi hawajui PC ni nini. Computer, laptop. Natumia laptop ya ya HP i7 RAM GB 32 processor i 2.60 hiyo. Lakini kawaida lakini kawaida inatakiwa uwe na, na, na, na PC ambayo ina uwezo kwanza wa zile programu za Adobe Photoshop pale, kwa sababu kwenye, kwenye editing kuna vitu vingi kwenye Photoshop. Kuna plugin ambazo zinatakiwa ziwe pale ambazo zitakusaidia kubeba zile picha zako. Kuna a, a, Adobe, Adobe, kun, Adobe, kwanza Adobe Photoshop Natakiwa uweke retouch beauty, inabidi uweke Capture One, inabidi uweke ni vitu vingi sana natakiwa uje jaze makorokoro pale. Unaweza kukuta picha moja inazungua kwenye plugin zote ili ikae sawa. Na kuna plugin zingine waga unanunua. Kwa sababu mimi bado ningeenda tumia zile za free kwa kutokana na uwezo. Lakini wale wakubwa sana wale, wale wakubwa, wale wakubwa ndio unakuta unanunua unanunua. Ndio hivyo. Lakini kompyuta yangu, lakini kompyuta yangu nayo natumia ni hiyo kompyuta ambayo nimeitaja. Na wewe ambao utakayekuja kwangu, uje na kompyuta yako ambayo ina RAM nane angalau kuanzia ramu nane kupanda, mbayo ina processor mbili pointi sitini au themanini kuendelea. Usije na kompyuta ambayo ina processor moja, yani maana kazi zako zitoenda, ni kuganda tu, ni kuganda kweli kweli tu, kuganda tu. Sasa blaza, unajua kuna mshikaji amekunywa sapora, anakuja kuharibu kipindi, amekunywa kipindi. Sasa sasa blaza, kuna mafotografe wengi hapa kambini Nyarugusu wakitengeneza picha. Kuna mafotografe wengi hapa kambini Nyarugusu wakitengeneza picha kutokana na, na kio cha screen ya screen ya, ya computer akitoa picha, yaani inamdanganya kwa wewe. Kama wewe unaweza ukawashaurija hapo, sasa kabaisa kamera ndio utumie, utumie computer ambayo angalau at least ina, ina, ina screen nzuri. Kuna tu computer hivi twa twa Dell tunakuwa na, na screen nzuri sana. Sasa kuna, kuna hizi computer zetu tunazotumia Una kompyuta zingine unakuta screen yake mwanangu, unakuta ni nyeupe. Sasa inakupa, ina matokeo mabaya. Sasa ikishaanza kupa matokeo mabaya, tengeneza picha kwa kwenye simu unaangalia, tengeneza. Ukitengeneza picha usimpe kwanza kwenye picha, ichukue kwanza, iweke kwenye simu yako, angalia. Je, ukiona kama vile imezidi, punguza opacity kwenye kompyuta, kwenye kompyuta, kwa sababu ile data yako inakuwa kingali kule kule. Na kitu kingine, kuna ushauri sasa, yes, ushauri picha na na kameramani na watangazaji hivyo na na na na na yes. <coughs> hizi kazi zetu huwa tunazichukulia masiara. huwa tuni, ni kazi ambayo tunazidharau sana. tunaona kama sasa hii kazi tu acha nifanye hivi kwa sababu ya nini? kwa sababu ya njaa. lakini mjini, mwanangu kuna watu ambao wanaishi sababu hizi kazi. ushauri ambao uliopo ni kutokana na mavazi. unakuta mtu anaenda kwenye kwenye event ya mtu, kwenye sherehe yote ya mtu, ameenda amevaa ndivyo sivyo. mara nywele zake ndio hivyo hivyo tu, unaona? lakini inakuwa sio vizuri sio vizuri yani, inatakiwa yule amelewa yule yule amekunywa sapora, yule achana naye bro. Acha, yes, ndio sasa. yaani inatakiwa unapoenda kufanya kazi sehemu yote, kipindi chochote, unaona au mpiga picha yote, vaa kuzidi yule mtu mwenye unampiga picha mwenyewe. mwenyewe akikuona wewe Apaka kwa kuogopa. Si unaenda pale umevaa ndivyo sivyo, unafika pale unasema yule, yule ndo mpiga picha anakudharau wewe, hmm. Mwenyewe kwanza muonekano, vaa kuzidi nani yule, unaenda kumpiga picha, vaa vaa kuzidi yule ambaye unaenda kumhoji. Akikuona tu kwanza anaanza kutetemeka, anasema eh, yule ni mtangazaji. lakini unakuta mtu ametoka nyumbani ni pensi, ah, twende mwanangu, alieleweke eleweke, twende kwa hoji, unaweza kufikia hata na mtu asema, sasa wewe unakuja kuhoji nini? Lakini kama ukiona muonekano mzee, ndio Nasema, mm, mm, yule yule yule yule ndo mtangazaji. Ndio hivyo. Kuna sehemu zingine unakuta kwenye makanisa unakuta mtu ili uende kushuti pale. Kwa hiyo wao shuti kwanza ni nani? Kwanza tutumwangalie kwanza ili wakukague. Wao kwetu wamevaa ndivyo sivyo, rudi nyumbani. Ni maana kundi tumeikosa. Eh, kwenda kupiga picha mmevikosa. Waona wewe tu naenda pale kanisani vango za kiheshima. Ndio ndio. Sherehe yote unaona vango za kiheshima. Kama ni sherehe za wahuni kwa muhuni lakini kuna sema sasa kwenda kwe, kama vile muuni, kwa sababu kama inakulisha. Na ni mashauri sasa, blaza, unajua tunapenda kujua utengenezaji wako wa picha. Ukiwa unatengeneza picha unatengeneza kama dakika ngapi au lisaa labda mambo kama yes na hayo picha, picha kwa mfano picha elfu tano elfu tano mwanangu tano mwanangu unaitengeneza, naitengeneza na masaa mawili, picha elfu tano masaa mawili. Hiyo picha sababu, picha inakuwaje? Picha ndio inatakiwa ina, unakuta itapostiwa Instagram, itapostiwa Facebook, kuna semusemu ataenda kuiposti, lakini hivi picha vya kawaida Ah, dakika 30 tu kwa sababu najua hii ni kala tu. Naweka tu, ni maupele tu. Ni pop, pop, na naweka. Ni ni maupele pop pale. Hakika. Kaposti mteja kilizika imeisha. <laughs> Lakini ni sasa ileti changamoto. Ah, mteja kilizika hakuna changamoto. Amelizika hakuna changamoto. Yana merizika. Yana merizika hakuna changamoto. Lakini lakini lakini nani iyol eh? Nitatumia wale wale kubwa zangu wale. Hiyo picha vipi? Yes. Maana kupicha kali. <laughs> <laughs> <laughs> Na kwenye, kwenye peji yangu pale watu wanakubali sasa, blaza no. Nitarudi nyuma kidogo pale, umesema kwa sababu kuna kioza, yani tuseme skrini za uh, kompyuta huaga zinazingua sana kwa upande wa kutoa foto, unakuja kuona hivi inakudanganya sasa. Ikitokea unapata picha nyingi nyingi, huo uh, ni kama vile muda unaenda sana kwa utengenezaji wa mara, unatoa unaangalia kwenye nani labda unaweza kuambiaje, sasa kilichopo kwa mfano nimepiga picha kwenye mazingira ya hapa, picha zote za hapa. Ndajitahidi kutengeneza picha hii moja. Alafu ile action nitairekodi kwenye kwenye kwenye Photoshop ina rekodi, ikisha rekodi na isave. Ni maana zile picha zote ni kuweka ile action moja kwa moja, yani inakuja kumechi zote pale. Zinanipa urahisi. Ah, asante sana blaza. Labda blaza tunaweza tukasema katika mafotografi wa kambini Nyarugusu unamkubali nani? Hapa kambini hapa kambini, sio kama namkubali nani ya, ya picha zao waga si, tsk, kwa sababu baadhi kwa siku hizi sifuatiliagi siku hizi sifuatiliagi, lakini kuna dogo yuko anakuja kuja anaitwa Nestori, yuko anakuja kuja yuko anakuja kidogo kidogo yuko anapanda e, Nestori yuko anapanda Nestori a focus sana na istoshe, akiona hii interview ajitahidi kwa anafika fika tu kwangu, niwe na namuelekeza elekeza ili aje nipite tu ili aendelee na kazi huko mbele huko h ko picha ipi ambayo ilipendelea kwa Nestori? Nimesema, nimesema yuko nak yuko nakujajukakuj yu yu naza nakuja. na ukamshauriaje Nestori? Anakuja na kwangu, nampa na, na, na, na madini kido kidogo kidogo ko watu wangapi ambao ushagawai kuwafundisha kazi hapa kwetu kambini Nyarugusu? Sifundishagi mimi huwa naelekeza unaelekeza fundishaji, naelekeza. Maana naweza kukuta una, hu una, una, una, unafanya pale mm, lakini nakupa yani mwongozo: nenda hivi nenda hivi nenda hivi, ndo hivyo ya yeah, asante sana ndugu mtazamaji wa Mastaz TV Online. Asante ah, so Mastaz TV. TV. Ah, asante sana ndugu mtazamaji wa Mastaz TV. <laughs> Mastaz, so Mastaz Masters? TV online. Masters. Masters. Asante sana, o oh my God. Asante sana ndugu mtazamaji wa Masters TV online. Mimi ni wenu Rojo Campu ni limited nyuma ya kamera, tukiwa na dada yetu kipenzi. Asante, bila kupoteza muda, Zidi kufuatilia Master TV online. Tulikuwa na mtu mkubwa anaitwa Kabaisa photographer namba moja hapa kwetu, Kambini Nyarugusu. Chau.